Mara moja mm. sinikomuubile lakini hm? Amena. Mungu atuwezeshe mm. Roho ya Bwana mm. wangu i juu ya yako, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo mm. kuwatangazia mateka uhuru wao na wao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mungu atapewa sifa. hmm. Amen. Amen. Naweza nikasema ni roho wa Mungu ndio amekuwa yes. Nasema hii na ni roho wa Mungu mwenyewe, ni nani? Si Yesu Kristo hmm. Okay. Sio mimi sha hmm. ni Yesu ndo sema haya ajapo, Isaya ndo alikuwa na atabiri hmm. lakini sasa

Washiriki wa kanisa wote tukae macho na sisi sote tunatambua, ah, tunaishi katika nyakati za hatari. Wazee wote vijana wote washiriki wa kanisa wote tukae macho na sisi sote tambua ah, tunaishi katika nyakati za hatari. Siku hizi ndugu, kweli ni hatari, kuna kuwa watu ni wakali sana, pia na wengine wamevaa ngozi kuwa kama kondo, kumbe umbwa mwitu. heri walio sasa wakaribia, eli walio nuru ni kwayajua mambo hayo, ni uchungu mwisho. Sasa wakaribia maarifa nayo yaongezeka. Ah, watu siku hizi wamekufa kwa wingi sana. Mataifa nao wanapigana, wenye uwezo watengeneza silaha zao. Mataifa nao wanapigana, wenye uwezo watengeneza silaha zao. Siku hizi ndugu, kweli ni hatari, kunakuwa watu ni wakali sana pia na wengine wamevaa ngozi kuwa kama kondoo, kumbe umbwa mwitu. Heri walio nuruni wayajua mambo hayo, ni uchungu. Mwisho sasa wakaribia. Heri walio nuruni wayajua mambo hayo, ni uchungu ni kwako wewe na kwangu mimi, tukeshe ote kwa Bwana Yesu tuokolewe. Imani yako, oh, imani yangu, Mwokozi Yesu akute sote tumesimama. imani yako imani yangu, Mwokozi Yesu akute sote tumesimama. Siku hizi ndugu, kweli ni hatari, kuna kuwa watu ni wakali sana pia na wengine wamevaa ngozi kuwa kama kondoo, umbe umbwa mwitu. Heri walio